Nianze kwa hiyo tusikilizane sana kani nipoambia tokea mwanzo. Kwa majina, naitwa Elisha Kasim, nitoa guide au muongoza talii ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere. Na sehemu hii tuliopo, tupo katika Kimani picnic site, kambi kwa ajili ya kufikia wageni ambao hapa watalii wa kutwa, day trip. Ila pia katika sehemu hii hapa ni maarufu, sisi kama hifadhi tunaita ni Mpanga View. Why Mpanga View? Hii inaitwa Mpanga Kipengere kwa kweli ina, ina, ina, ina, ina, inakupa scenario nzima, hifadhi ya Mpanga Kipengere. Kwa kweli unapoongelea hifadhi ya Mpanga Kipengere, hifadhi ambayo inaongelea iliyotawala kwa mapunguko ya maji zaidi ya hamsini na nane. Kwa hiyo ukiangalia hapa ni moja ya mapunguko ya maji ambayo inaitwa Kimani ambayo yana mita zaidi ya mia mbili kutoka chini mpaka juu. Ambayo amekaa mfumo wa ngazi ngazi. Ambayo anakuambia kila kitu kina aina zake. Kuna aina kumi na nne za mapunguko ya maji duniani kote. Hii ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere kuna aina kumi na tatu za mapunguko ya maji katika aina hizo kumi na tatu, mojawapo ni hiyo inayoonekana maporomoko ya maji ya Kimani ambayo nasema ni cascade waterfalls, maporomoko ya maji ambayo yanashika mfumo wa ngazi ngazi, yanaanguka, zinatengeneza baraza baraza ambazo, ambazo, ambazo, zinaruhusu wanafunzi au, au, watalii kuweza kuingia pamoja au baadaye tena yanamwagika maka chini na hapo katika bwawa la asili la kuogelea, ambao wakitaalamu wanaita plunge pool. Pia ukiachana na hivyo, pia kuna maporomoko ya maji ambayo nasema ni mkia wa farasi, os, os, os

ilikuwa ni kutunza na kuhifadhi vyanzo vya maji vipo na nane, tisa, tisina vipo ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere. Ilifanya kama sehemu yao ya ya kufanya shughuli za za kibinadamu za kila siku pamoja na kupeleka malisho ya wanyama katika vyanzo vya maji sesiamaiea kaia mkuu kama kijiji cha Ibaga, kijiji cha Ikovo Kimani, Mpanga zamani, vyote vilitolewa nje ya hifadhi vik, vik, vikapisha uhifadhi ambao upo leo. Ila pia kuna baadhi ya wanafunzi ambao wameuliza, maji yanaanzia wapi? Maji haya ambayo hapo ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere yanaanzia katika sehemu moja inaitwa Ibaga Plateau. Ibaga Plateau, ambapo ni ukanda wa juu, ukanda wa juu kabisa, yaani zone ya juu kabisa ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere. Ambapo hifadhi yetu imejaa katika kanda kilojia tatu tofauti. Kuna lowland, kuna midland na upland. Upland ambayo nasema ni Ulaya ndani ya Afrika ambayo maarufu kama bustani ya dunia ambayo ni zaidi ya maua za, zaidi ya maua 400 ambayo species za maua zaidi ya 400 ambazo zipo eh, kwa hiyo bustani dunia, ambao katika ukanda huu wa juu kabisa pia kuna familia 60 za maua, katika kila familia inatoa species kadhaa, jamii fulani fulani za maua. Kuna maua kama upendo wa mama, ndoana wa malikia, mjakazi mdogo, uja, uja, ujasiri ujasiri kwa Kiingereza ni kama kuna watu wanatumia baadhi ya loji au guest au, au biashara zao kwa kutumia jina jina la, la neno huwa huwa ujasiri ambao kwa Kiingereza ukaanga kama pale Morogoro kuna loji moja inaitwa proto, protozea protozea kama ulivyosaidia hivyo ambazo katika hizo rangi zote hizo kila rangi katika maua yanamaanisha kitu fulani mfano huwa jeupe ni mambo ya amani kitu kinashiria kama amani nyekundu upendo rangi rangi mbalimbali zipo nyingi sana unaweza kumpatia mtu kitu fulani kwa kum, kama kumdiwadi Kumaanisha kama unampenda zaidi au una una unamkia zaidi au kama shukrani na kitu fulani. Ila pia ukachana na hapo, hifadhi, hifadhi ya Mpanga Kipengere ni sehemu nzuri sana kwa ajili ya kufanya utalii wa geotourism ambao unasema ni utalii wa miamba ambao hifadhi hii ya Mpanga Kipengere, bahati kwa kuwa na aina zote tatu za miamba, mwamba tabaka, mwamba geo pamoja na mwamba moto. Kwa kitaalamu zaidi ni igneous rocks, sedimentary na metamorphic, ambao yote hapo ndani, yote, yote ipo ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere. Kwa pindi wanafunzi ambao watembea hifadhi ya Mpanga Kipengere, unapata fursa ya kujifunza zaidi, ila pia hivyo, pia kuna mabwawa mbalimbali ya kuogelea, mabwawa ya asili, na pia kuna sehemu massage ya maji ya asili kwa nusu saa, dakika kumi na tano hadi arobaini anakaa pamoja pale au anakaa mwenyewe pale zeni anakuwa anatafakari mambo yaliyompitia katika, katika maisha. Na shida na mikosi yote inaishia pale pale. Na bado kuna baadhi ya wageni ambao wanatembelea hifadhi ya Mpanga Kipengere, wanasema waterfalls ambazo zipo ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere ni stress free zone waterfalls, kwa kuwa stress zako zote unaziachia huko. Ukitoka nje ya hifadhi labda ukazitafute mwenyewe. Ila pia naomba ongea ukubwa wote hifadhi ya Mpanga Kipengere ni hifadhi ambayo ina ukubwa wa kilomita za mraba elfu moja na mia tatu, km2 ambo inapatikana nyanda za juu kusini katika mikoa ya ya Mbeya na Njombe. Kwa Mbeya, tupo katika wilaya ya Mbalali. Na kwa Njombe, tupo katika wilaya ya Makete na Wangingombe, kama overview kidogo attraction mtu attention na kwenda kuiona ile. Okay, vi, vi, vi ku, ku, ku ile pale kitu fulani iya pia panaambatana na accommodation, maana kuna mwingine anataka akienda sehemu fulani anatakia apumzike kidogo. Iya pia kuna, kuna mambo ya amenities, mambo ya hospitali, benki. Kwa hiyo mambo, mambo, mambo kidogo, masoko, hapo, ya financial kidogo masoko na vitu vingine mbalimbali kwao. Baada ya hapo, nadhani naweza karuhusu mtu akauliza maswali. Karibu.